Amani ya Kristo Yesu iwe nanyi. Na tena wapendwa, siku nyingine njema, tunashukuru Mungu na kusema ni asante kwa sababu ya nafasi hii. Kila siku inayokuja mbele yako, mshukuru Mungu, iwe uko kwa shida, uko kwa furaha, una pesa, huna, una marafiki, huna, wewe mshukuru Mungu kwa sababu ya uhai wako. Mshukuru Mungu kwa kila jambo ambalo linakuzunguka. Kuna mtu angependa kuishi maisha kama yako, hana hiyo nafasi. Kuna mtu angependa kuwa na kazi kama hiyo uko nayo, hana. Kuna mtu angependa kuwa na watu wanaompenda, watu wanaomdhamini, watu wanaomtarajia kila jioni aingie nyumbani, hana. Bali wewe, Mungu amekubariki na mke na mume na watoto, marafiki, kaka, dada, wazazi, majirani. Kwa hivyo ni vizuri sana ukishukuru Mungu. Yaani tukianza kupangilia yale ambayo tunafaa kumshukuru Mungu kwa sababu ya kututendea, hatuwezi maliza. Utazeeka kama bado hujamaliza. Kwa hivyo ni vizuri tushukuru Mungu kwa kila jambo. Wewe mwambie tu twasema

wa kweli ni vizuri kumwambia Mungu ni asante. Ya yawezekana unielewi, lakini fikiria peke yako, mahali uko leo hii. Ni wewe ulipanga? mahali ulikuwa miaka tano iliyopita, mwaka moja uliopita, mwezi moja uliopita, ulijua utakuwa hapa leo? Kama sio uwezo wake Mungu. Ndio maana nasema asante. Kwa kweli asante, na tena asante, ewe Mungu wangu, pokea sifa zako Bwana pokea utukufu wako Bwana, kwa kweli utukufu wote kwako, ewe mungu wangu. Kwa kifupi tu, wacha nisome neno moja tu, fasi moja tu ambayo inatuhusu wewe na mimi, tunafaa kufanya namna gani, kuishi namna gani? uhusiano wetu na Mungu ni nini? Wewe unamjua Muumba wako? Basi kaa chini na ujiulize. Wacha tujifunze kutoka kwa kitabu cha Saburi 150 na sura ya 150 mstari wa sita, na ni huo mstari mmoja tu unasema, kila mwenye bumsi Nahamsifu Bwana. Haleluya. Kila mwenye pumzi, yaani huchafa, unaishi. Iwe uko kitandani, hospitalini, nyumbani kwako, lakini unapumua, basi ni umsifu Muumba wako. Amani ya Kristo na iwe nanyi. Na pale kwa YouTube, karibu sana pale kuna mafundisho mengi sana mahali pale yanayoweza kubariki wewe na marafiki. Karibu sana na una subscribe, pia share na wenzako, watu wapate kubarikiwa. Amani ya Kristo Yesu iwe nanyi.